Kwanza nianze kwa kuwapongeza sana, hongereni sana kwa hatua kubwa ambayo mmefanya. Asante sana mheshimiwa mkuu. Eh, nikiwa natambua itifaki e, niwafikishie salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ndiyo, ndiyo. Anawapongeza sana, amenipa niwafikishie salamu hizi za pongezi, hongereni sana amewafuatilia wa, kuanzia mchezo wa kwanza ndio ndio mpaka mchezo wa juzi ambao umeandika historia ya Tanzania. Amenituma niwafikishie hizo salamu za pongezi, ongereni sana sana. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa morali mkubwa ya na la pili, amenituma kwa niaba ya serikali niwaambie serikali iko pamoja na na ninyi huko na inatambua yale masuala ambayo serikali inatakiwa kukamilisha, na tayari mengine, nadhani utakuwa umepata hizo taarifa za utekelezaji wake kabisa mheshimiwa, na sehemu zingine za kuboresha boresha, serikali itaendelea kukamilisha kwa wakati. Sawa kabisa mkuu, akanituma pia niwafikishie salamu za pongezi Gwende, kwa, kwa historia hii ambayo Ndiyo, ndiyo. Imetangulizwa shilingi za Kitanzania milioni mia tano. Oh. Aaongea, tuwashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na Mheshimiwa Rais amesema serikali iko pamoja nanyi. Ndio, ndio. na katika mchezo unaofuata, vijana eh, wakapambanie bendera ya taifa, wakapambanie heshima ya Tanzania, wakapambanie wimbo wa taifa na amesema eh, pongezi yake kama mtaweza kufuzu hatua nyingine inayofuata. uh -huh. Uh, atatoa tamko yeye mwenyewe hapo, atatuma mwakilishi. Oh, makofi mengi sana kwa mheshimiwa. Kwa hiyo zawadi ya ya kufuzu hatua inayofuata yeye itatolewa kwa sauti kubwa zaidi. Sawa kabisa. E, na, na na na ngazi yake huko huko kwa kadri atakavyo atakavyo atakavyokuwasiliana nanyi, lakini kwa kwa hatua hii ame, ame, amefurahishwa sana na historia hii ambayo ameandika. Pongezi kwa menejmenti yote. Ndio, ndio, pongezi kwa wenyeji wetu waliotupokea. Sawa kabisa. Pongezi kwa menejment ya, ya wizara, pongezi kwa technical bench, pongezi kwa squad yetu ambayo eh, imefight ndani ya uwanja na kuweza kuleta historia hii kwa kwa taifa letu. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kwenye... kwa niaba ya ya serikali tuambie mnaweza. Ndio, ndio. Kabisa. Ndio, kwenye mashindano ngazi hiyo amnaga mechi rahisi, kwa hiyo hata mlizo shinda zilikuwa ngumu. Sawa kabisa. Mpaka mkafika hatua hii. Kwa hiyo hata zinazokuja ni ngumu, kwa maana hiyo nazo mnaweza mkavuka zaidi. Sawa kabisa. Kila la heri. Go go. Shukran sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Jamani, makofi mengi sana kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunakushukuru sana kwa ujumbe mzito na kwa mapenzi yako makubwa, na tunajua namna ambavyo serikali ya Daktari Samia, nao ukiwa msimamizi wa shughuli za serikali ulivyohangaika hata kuhakikisha kwamba yale ya kiutendaji, hata ilipokuwa ni sikukuu ulikuwa unafuatilia masaa yote kuhakikisha kwamba timu yetu ya Taifa inakuwa kwenye mazingira mazuri, tunakushukuru sana, asante sana. Lakini na pili tufikishie shukrani zetu kwa Daktari Samia hiki e, kitita cha milioni 500 tayari ulivyokitamka tu nimeona sura na matumizi yameshaanza kabla tujapokea. Kwa hiyo tunashukuru sana ya kwamba hatua ya kuandika historia na yeye kama kiongozi wa nchi ameendelea kuandika historia kwenye mioyo ya vijana wa Tanzania hususan kwenye sekta yetu ya michezo. Na hadi utaisikia baada ya hapa wataongea viongozi ya kwamba kesho wanaenda kufanya maajabu na taarifa, habari kubwa inayosubiriwa tu ni Tanzania kumtoa Moroko. Yes, yes, yes. Kwa hiyo tunakuhakikishia kwa niaba wa waziri wangu wa habari, michezo, tamaduni na sanaa Profesa Kabudi ya kwamba kama wizara tutaendelea kuwa karibu zaidi na viongozi wa timu na wachezaji wenyewe kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kama ambavyo Mungu atatuwezesha tupate ushindi. Tunakushukuru sana kiongozi wetu.